Kitabu cha Isaya sura ya hamsini na tano na ya hamsini na sita. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wapendwa, karibuni mno. Naitwa Mwalimu Petro. Ninakualika uweze kuandaa Biblia yako karibu, ili sote tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja muda ambao unasikiliza na wewe unaweza kuwa unatafakari kwenye biblia yako ili sote tuendelee kujengwa katika hekima ya nguvu za Roho Mtakatifu. Tusali, tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, Baba, unatupa nafasi ya kusoma neno lako takatifu. Tunaamini Roho Mtakatifu, unatupenda ndio maana unatuwezesha kuweza kuunganika kusoma neno lako. Tunaomba utusimamie, Roho wa Mungu, ili tuweze kulielewa na sote tuweze kujengwa katika hekima ya mafundisho yako. Tutenge na kila roho zote za miungu ya kigeni. Neema yako itusimamie ili kwa neno lako tuweze kupondwa na kuwa wanyenyekevu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana tuweze kuungana na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kumbuka ni kitabu cha Isaya sura ya hamsini na tano na hamsini na sita. Mlango wa hamsini na tano. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni mle. Nam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni, na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu kiongozi na jemedari kwa kabila za watu. Tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu ya Bwana Mungu wako, na kwa ajili yake Mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula; ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu; halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani; mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Badala ya michongoma utamea msunobari, badala ya mbigili mhadesi. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Mlango wa hamsini na sita Bwana asema hivi, shikeni hukumu mkatende haki, kwa maana wokovu wangu karibu kuja na haki yangu kufunuliwa. Heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye sabato asizivunje, auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Wala mgeni aambatanaye na Bwana asiseme hivi, hakika yake Bwana atanitenga na watu wake. Wala toashi asiseme, mimi ni mti mkavu. Kwa maana Bwana awaambia hivi, matoashi wanaozishika sabato zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo na kulishika sana agano langu, nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililojema kuliko kuwa na wana na binti; nitawapa jina lidumulo milele lisilokatiliwa mbali. Na wageni walioandamana wa na Bwana, ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, ila aishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu; nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu; kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Bwana Mungu akusanyaye waliofukuzwa katika Israeli asema, pamoja na hayo nitamkusanyia na wengine zaidi ya hao walio wake waliokusanywa. Enyi hayawani wote wa nyikani, njoni mle, enyi hayawani wote wa mwituni. Walinzi wake ni vipofu wote pia, hawana maarifa wote, ni mbwa waliobubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Naam, mbwa hao wana choyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake. Toka pande zote husema, njoni Nitaleta divai, natumie sana kileo, na kesho itakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi.